Sikiliza mtu wa Mungu, wewe ambaye unapenda kufuatwa. Unapotea kanisani, alafu unafuatwa, wanakubembeleza, alafu unarudi siku tano, alafu unapotea tena. Ubarikiwi kwa njia kama hiyo. Mungu hapokei utumishi wowote ambao ni wa kushurutishwa. Mungu anapokea utumishi wa hiari. Watu wangu watajitoa kwa hiari siku ya uweza wangu. That's why wengi ambao mlipenda maisha ya kujionyesha. Nani ana milioni mia mbili hapa? Nani ana milioni mbili? wenye milioni mbili, simameni, simameni, simameni. Unapenda kujionyesha. Hiyo sadaka mara nyingi Mungu haipokei. Jaribu la kwanza la shetani kwa Yesu, nisikilize. Bwana Yesu ameitwa kama mchungaji, jaribu lake la kwanza. Biblia inasema shetani akaja akamwambia Bwana, kwa nini usigeuze mkate huu nini, jiwe hili iliwe mkate? Sasa shetani alikuwa anakuja kwa Yesu, anamwambia una haja ya kuhubiri kuhusu watu kwenda mbinguni na watu kutimiza kusudi la Mungu, hebu tumia hawa watu ambao Mungu amekupatia kwa ajili ya masilahi yako. Geuza hawa watu ambao ni mawe ya uzima yawe mawe ambayo ni mkate wako. Ukiwa una hela uhubiri kuhusu utajiri wa kutolea hela, ununue gari una